Asante kwa kuichagua Smart Habari kama sehemu pekee ya kupata taarifa mbalimbali za michezo na burudani kutoka ndani na nje ya Tanzania zikiwemo tetesi za usajili, makala pamoja na uchambuzi. Kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi na labda umependa kupata taarifa zetu pindi tu tunapoziweka, hapa ni kusihi usubscribe kisha ubofie alama ya kengele. Sote kwa pamoja tunafahamu timu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans inajiandaa na msimu ujao wa mashindano wa 2025 2026 ikijifua kikamilifu katika kushiriki katika michuano kama NBC Premier League, CRDB Federation Cup, pamoja na le kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sasa klabu hiyo chini ya uongozi makini kabisa wa Engineer Harris Ali Saidi inataja kukamilisha Usajili wa kiungo wa kati kutoka Asiki Miamosa anayefahamika kwa jina la Komiso Abdoul Abbas Maiga, ambaye anatajwa kuwa mrithi wa Khalid Aucho, ambaye huenda ukawa ni msimu wake wa mwisho na timu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans. Ni kwamba Young Africans imekamilisha taratibu zote wakishirikiana na wakala wa mchezaji huyo, hivyo msimu ujao wa 2025-2026 kiungo huyo atakuwa tayari kuichezea timu ya Dar es Salaam Young Africans. Kiungo huyo raia wa Ivory Coast amelelewa katika akademi ya Association Sportive de Saint-Etienne. Huu ni ukiwa ni usajili mkubwa na bora sana kwa Yanga ambao tayari wamesha ukamilisha chini ya uongozi makini wa Injinia Hersi Saidi, na tunafahamu namna ambavyo wamekuwa wakifanya sajili ambazo zimekuwa zikiwabeba hasa wachezaji ambao wanatokea eh, Afrika ya Kati nikimaanisha huko Ivory Coast pamoja na Burkina Faso walikotoka Stefan Aziziki. Ni yapi maoni yako kuhusiana na usajili wa kiungo huyu ambaye anatajwa kuja kurithi e, mikoba ya Khalid Aucho daktari kapteni msaidizi wa timu ya Uganda The Cranes, timu ya taifa ya Uganda ambaye huenda basi msimu huu akapewa mkono wa kwaheri baada ya kuitumikia kikamilifu Yanga Africans kwa misimu kika minne mfulu